Habari. Kwa majina naitwa Agnes Godfrey Lukasola, ni mratibu binadam wa dawati la utetezi wa haki za binadamu za kimazingira, yani environmental human Rights defenders ambalo lipo chini ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, THRDC. Kwa pamoja tunapenda kuwatakia Watanzania wote happy environmental day, ambayo siku hii inaadhimishwa kila mwaka mnamo Juni tano na ilianzishwa rasmi 1972 lakini ilianza kusherehekewa kama sikukuu ya kidunia mnamo mwaka 1974 kwa dhima kuu ya mwaka huu ni mtokomezaji wa plastiki matumizi ya plastiki ambayo inalenga zaidi katika kupunguza matumizi ya plastiki duniani ambayo imekuwa ni, ki, ni kikwazo kikubwa sana katika katika mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini vile vile katika uchafuzi wa mazingira. Lengo kubwa la sisi kama mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, chini ya network ya watetezi wa haki za binadamu za kimazingira, ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote na dunia nzima inajua mchango wa watetezi wa haki za binadamu za kimazingira wa kwa sababu wamekuwa waki, waki wakitoa mchango mkubwa sana katika kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi, lakini pia wakazi na viumbe vyote vilivyo hai vinakuwa salama. Hivyo ni wito wangu kwa, kwa sababu siku ya leo ni siku ya kimazingira, ni wito wangu kwamba watetezi wa haki za binadamu za kimazingira sio maadui wa maendeleo, lakini ni wadau wakubwa sana katika kuhakikisha maendeleo endelevu na wakati huo mazingira yanakuwa safi na salama. Hivyo kuwatambua ni moja kati ya ni moja kati ya njia madhubuti kabisa ya kuweza kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa salama, lakini pia tuna maendeleo endelevu. Mwaka huu ni kutokomeza plastiki lakini wito kama wito wetu kama watu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu za kimazingira, tunawaita wadau wote, tunawashauri serikali na taasisi zinazohusika kwenye kitengo cha mazingira, tuweze kuangalia sera zetu upya, tuangalie miongozo yetu tuliokuwepo nayo katika so, hususan kwenye swala la mazingira, kwenye mambo ya matumizi ya plastiki kuna kuna ugumu sana katika kubalance kati ya biashara na mazingira, biashara isiathiri mazingira. Kwa hiyo sera zetu inabidi pia zibadilike kuendana na mlengwa huo. Kama kwa Tanzania, hali ya kisheria ya hususan kwenye swala la plastiki bado halipo sawa sana, kwa sababu bado hatujakuwa hatuja na ile sheria ambayo inaweza ikamruhusu mfanyabiashara hususan anayezalisha sana plastiki, tunaweza tukaweka mpango ambao unaweza ukasaidia pia kufanya recycling ya yani, recycling ya uchaf wa uchafu wa uchafu unaotokana na taka za plastiki. Lakini vilevile tunaweza tukaweka mpango mkakati mzuri wa kufanya ile polluter pay principle, yani principle ya kimazingira inayomtaka inayomtaka mfanyabiashara au mchafuzi wa mazingira aweze kulipa. Tunaweza tukaidomestike katika sera zetu za kimazingira mwaka huu. Kwa hiyo, wito wangu ni kwamba wadau wote, asasi za kiraia, taasisi za serikali zinazowajibika na mazingira, tuweze kuliangalia hili pia kwa upana, kwa jinsi gani hata hawa wawekezaji wetu wa ndani na wazalishaji wetu wa ndani wanaweza wakawa, wanaweza wakawa accountable kutokana na taka, za, taka zao za plastiki wanazozidi kuzizalisha kila siku, kama ni kuweka mpango mzuri wa wenyewe wa, wanaozalisha waweze kulipa as long as, wanavyochafua mazingira kwa plastiki, vile vile waweze kulipa kwa uchafuzi huo wanaofanya, ili hizo pesa ziweze kutumika tena kwenye kufanya recycling, ili kwamba mazingira yetu yazidi kuwa salama na kupunguza matumizi ya plastiki na vile vile zile e, nani e, michango wanaoitoa au wanaolipa kutokana na matumizi ya uzalishaji wa plastiki inaweza ikatumika kwenye kubalansi, ili kubalansi kati ya matumizi ya plastiki na vitu vingine ili kuweza kuweka mazingira yetu yakiwa salama, lakini vile vile lazima tukumbuke kwamba hii yote ina itawezekana kama kweli tukiamua na tukaamua kuwapa watetezi wa haki za binadamu za kimazingira umuhimu wanao waliopo nao, kwa sababu sio maadui, lakini pia ni wadau wakubwa sana wa maendeleo. Mazingira yetu ni maendeleo yetu, tuyatunze na tuyalinde.